Waumini wa dini ya Kiislamu wakiwa katika swala ya Ijumaa wamehimizwa kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani ili kulinda amani ya taifa. Sheikh Jamari Swedi amesema hayo wakati wa swala ya Ijumaa iliyofanyika Jamia Taqwa Pasiansi jijini Mwanza. Kwa kipindi hichi ndugu zangu wa tukufu Islam, tunapoelekea kwenye uchaguzi, asilimia kubwa ya nchi nyingi amani yake inapotea katika kipindi cha uchaguzi na Uislamu haujakataa kuchagua, na Uislamu haujakataa kupiga kura. Amani tulio nayo ni tunu. Bila amani, mimi na leo tusijakusanyika hapa. Kuna nchi nyingine wanaswali kwa wasiwasi, wanahofu, wanaswali wanasikia milio ya bunduki, wanaswali wanasikia mabomu kwao. Tudumishe sana amani, na tumuombe Allah subhana wa taala aendelee kutupa amani katika Aidha, Sheikh Swedy amesema Watanzania wanapaswa kulinda amani ya nchi ili kuwa na taifa lenye umoja, uzalendo na mshikamano. Husda inakula moyo na matendo yako mazuri. Sasa msikiti huu tusifanye kikawa ni kituo cha husda. Msikiti huu tusiufanye kikawa ni kituo cha magomvi. Tumeshajiongewa msikiti, tukaanza kugombana sisi kwa sisi. Msikiti huu tusiufanye ikawa ni sehemu ya kuamsha fitina Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema alfitna alfitnatu naimatun, fitna imelala. Sasa msikiti huu usije ukawa ni kituo cha kuamsha fitna. Kwa upande wake, Shekhe Muhammad Hasani amesema waumini wamefurahishwa na swala ya Ijumaa kufanyika katika msikiti huo mpya, kuwa unaleta amani na mshikamano. Salia jumaa ya juma kwanza katika msikiti ambao wa ghorofa moja, waumini umefurahi na sisi viongozi wa msikiti tumefurahi. Mwenyezi Mungu awalipe kila la heri ambao umeleta fikra hii, kamati ya msikiti pia na wafadhili wakaweza kutufadhili kutujengea huu msikiti, jambo ambalo hatukulitarajia kwa fikra zetu, lakini kwa uwezo wa Allah tumeweza kupata jengo zuri na namna nzuri sehemu ya kusalia. Mwenyezi Mungu awalipe kila la heri. Akizungumza, mwenyekiti wa taasisi ya Atakuwa Foundation ya jijini Dar es Salaam Sheikh Saidi Saifu amesema kupata fursa ya waumini kufanya ibada bila hofu ni wajibu wote kudumisha amani. Ile ni la muhimu sana sana sana ni amani katika nchi eh, Tanzania, Tanzania ipo katika uchaguzi, tuko katika uchaguzi wiki hii, zimebaki siku chache kabla ya uchaguzi. Imamu na shekhe amehimiza sana usalama wa nchi wasisikilize fitna ndogo ndogo zinatoka kwa watu wachache. Nchi ya Tanzania tokea tumeijua ni nchi ya amani na nchi ya salama, na shekhe kaiombea nchi hii iendelee kuwa ni ya amani na nchi ya usalama. Pia msikiti huo wa Attaqwa una uwezo wa kuhudumia waumini zaidi ya 1500 kwa wakati mmoja umekamilika na unatarajiwa kuzinduliwa Oktoba 25, mwaka huu.